Halo, mtazamaji, karibu tena kwenye chaneli yangu, msahau kusubscribe like, na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali mbali. Uh, leo ni siku ya kitaifa uh, kwa hapa Marekani ambayo inaitwa Thanksgiving uh, ni siku ya kutoa shukurani, kwa maana kwamba hii serikali imeitoa imeiweka hii siku kama siku ya shukurani uh, kwa watu wote kwa maana kwamba watu kuweza kuungana na familia kwa ajili ya um, kufurahi pamoja. Kwa mfano, unakaa na familia, unaungana na marafiki, unaungana na watu wengi. Kwa hiyo ni kama siku ya kitaifa kwa na pia ni siku ni kama siku ya mapumziko kwa, ndio maana wakaita Thanksgiving, kwa kwa maana kwamba leo hivi kama unavyoona leo ni siku ya Alhamisi ambayo ni tarehe 27 kwa hapa Marekani. Uh, ni holiday na watu hawaendi makazini na hawafanyi chochote kwa, unakuwa tu unabaki nyumbani mwenyewe, kama ukiamua kubaki nyumbani au kama ukiamua kuwatembelea jamaa, rafiki na watu wengineo. Kwa ni siku ya kitaifa um, siku ya leo pia unakaa nyumbani, hauendi kazini, lakini pia kuna fursa ya wewe kulipwa, pamoja na kwamba hauendi kazini, lakini pia unalipwa. Kwa maana kwamba leo hivi watu walikuwa kazini na wanafanya kazi na kazi zinaendelea kama kawaida. Lakini um, serikali ikaona kwamba pamoja na kwamba watu wanakaa nyumbani na ni siku ya kitaifa uh, pengine ukawa labda hautolipwa au ukakaa kwa nyumbani labda ukawa unajisikia kwa nini nikae nyumbani nifanye kazi? Lakini um, siku ya leo hautoenda kazini lakini pia kazini kwako wanagaranti kukulipa. Pamoja na kwamba umekaa nyumbani. Kwa hiyo ni siku ni siku nzuri, na sisi pia tumefurahi sana, tupo nyumbani kama unavyoona, tunapumzika lakini, na pia bado tunalipwa. Lakini pia kuna tukiangalia pia hali halisi ambao ya nje ilivyo, aa, mazingira kwa kweli hali sio nzuri, kwa maana kwamba pamoja na kwamba tuna siku ya furaha tunatakiwa tuenjoi, tufurahi, tuende sehemu tofauti tofauti, lakini pia hali pia sio nzuri, kwa sababu hali ya hewa kidogo imechenji, kwa sababu hii hali ilitangazwa tangu jana, na walisema kama hivi kwamba kutakuwa kuna upepo upepo mkali sana, ambao ni hatari, kwa maana kwamba hata wale watu ambao wanaotumia zile barabara kubwa ambazo ni highway ama skyway zile kubwa kubwa za kupita juu uh, kwao a uh, wakati kama huo, sasa hivi zimefungwa. Watu wanatumia tu njia za kawaida, hizi njia za kawaida za mitaani, au kuna zile njia za kawaida tu, sio za juu, za kawaida tu kama hivyo. Kwa hiyo watu wanakuwa wanatumia wana, wana hizo so um, sitaki pia niongee tu kwa maneno, pengine labda utahitaji kupata burudani ili unaweze kufurahi, au uh, uweze kuona mazingira ya hali ya nje ilivyo, uh, labda na pia kuthibitisha au kukuthibitishia kwa hiki ambacho ninachokisema. So nataka nikutembeze mitaani uweze kuona kwamba hamna watu, labda tunaweza kusema kwamba watu wanakatiza katiza mitaa au kwenda huku na huku, labda zile purukushani za magari. Yaani mitaa ya imetulia ni safi, ni kimya, kila mtu amejifungia ndani ametulia. Aa, kwa sababu, kwa sababu nje ni baridi sana, kwa sababu ukitoka nje yani, kunakuwa kuna ubaridi mkali sana kwa sababu pia nikikukumbusha tupo kwenye kipindi cha winter tayari, tupo kwenye winter. So nitakuendesha, nitakutembeza kidogo nje, nikuonyeshe. Kwa sababu jana usiku hali haikuwa, haikuwa nzuri na snow ilikuwa ni kubwa, lakini haikuwa ni kubwa kivile kama walivyokuwa wametangaza, lakini tunaweza tukasema kwamba um, kwa sababu ndo kwanza tupo kwenye mwanzo, hatutaki kuongea mengi kwa sababu hali tunaijua wenyewe, ikisema ichanganye ama ichanganye mbaliga vizuri kwa inakuwa ni hali mbaya sana. Kwa hiyo nitakuzungusha um, mta, mta, mta kidogo mtaani, niweze kukuonyesha na pengine mtazamaji uweze kupata burudani hapa na pale, okay? so, ngoja nigeuze kamera na nitoke kwenye gari ili niweze kukuonyesha vizuri. Hapa nipo kwenye mazingira ya nyumbani na nipo kwenye gari kwenye parking. so, lakini nataka nikutoe nje ili uweze kuona vizuri, okay? Acha nigeuze kamera ili uweze kuona, yeah. Hapa sasa ndo unatoka nye gari, napeleka nje at ii naweze kuonas, kama unavyoona jara usiku, lakini kama So, um, hapa ni mtaani kama unaviona hali imechill sana. Uh, kumetulia na hamna purukushani nyingi

na watu uh, wote ambao wanaishi Marekani kukifika hichi kipindi, kila mtu inabidi kwanza uhakikishe unaandaa um, mazingira ya kuweza kupitisha ye winter, kwa sababu mara nyingi sana winter kuna mambo mengi sana yanatokea kuhusiana na changamoto za usafiri. Hamna kwa, simsemi kwamba hamna usafiri wa kupeleka kule ambako unakotaka hapana, kwa sababu um, kwa sababu ya nini um, inapokuwa wakati kama huu wa winter, alafu ukawa hauna usafiri kidogo, unaweza ukapata changamoto, kwa sababu kuna usafiri wa serikali huwa wanatoa, lakini usafiri unakuwa muda mwingine, snow ni kali sana na huwezi kutembea kwenda uh, kusimama kwenye ubaridi muda mrefu wakati unasubiria usafiri, kwa hiyo kuchukua wewe unakuia wewe, um, wewe kidogo vigumu kwenda kuweza uh, kusimama kwenye baridi no kwa wakati mrefu ana sasa, unakuta kujikuta kwamba unapeseka una, una sana na baridi u ilikuwa na usafiri wako mwenyewe, unaingia kwenye usafiri, unawasha gari yako, unawachi sahita, unakuwa unaendelea na safari. So guys um, ni mengi nataka kushare na wadau wangu , lakini sasa nashindwa kuvumilia, kwa sababu nje ni baridi, ni mkali sana, baridi ni mkali halafu, kuna upepo mkali sana. Kwa hiyo ni hatari, ni hatari sana. Naona hata nje watu sio wingi sana Kila mtu amejifungia ndani, lakini kama wewe mwenyewe unataka tu kwenda dukani, wapi, unaweza kutembea tu na mguu, kwa sababu ukiangalia sisi hapa masoko tupo pale nao, lakini leo masoko yote yamefungwa kwa sababu ya ah, leo kuna sikukuu ya kitaifa, kwa hiyo kama hicho. So guys uh, uh, sana pia yeah, asanteni uh, sana, yeah. Uh, hii ndo Marekani guys, Marekani ah. unasukuma sukuma hivi. Yes. Naomba niachie hapo kwa machache, ah. Uh, no, uh, ndikashare lakini pia msahau kusubscribe, like na kushare ili mwezi kupata updates mbalimbali. Asanteni sana. Nawapenda.